Karibu sana mpendwa msikilizaji wa redio Maria Tanzania, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na mshiriki wake redio Mbiu, sauti ya faraja Kagera, katika kipindi chetu pendwa cha familia ni nyumba ya Mungu, ambacho hukujia moja kwa moja kutoka hapa seminarini Segerea, jimbo kuu la Dar es Salaam. Kipindi hiki hukujia kila Alhamisi saa kumi na mbili na nusu jioni na marudio yake ni kila Jumamosi saa kumi na mbili na nusu jioni. Kipindi hiki kinatayarishwa kutoka hapa seminarini Segerea. Leo ukiwa nami Frateri Joseph Rukoba Enosi au dalali wa Yesu wa Jimbo Kuu la Mwanza, ninayesoma seminari ya Mtakatifu Karoli Lwanga Jimbo Kuu la Dar es Salaam Segerea. Karibu tuanze kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tunakushukuru e Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai Tunakushukuru kwa zawadi ya familia zetu. Tunakusihi wewe uliye asili ya kila neema na baraka, umtume basi Roho wako Mtakatifu ashushe neema na baraka katika familia zetu, ili yote tunayoyatamani kuyapata tuyapate kwa sifa na utukufu wa jina lako. Tunaomba hayo machache kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bikira Maria marikia wa familia, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria. Tunapoendelea na kipindi chetu cha familia ni nyumba ya Mungu. Leo tunaangazia kwa undani kipengele cha ubakaji katika ndoa. Yaani mme kumbaka mke au mke kumbaka mume wake. Karibu uongozane nami ili uweze kufahamu mengi zaidi katika kipindi hiki. Tunapoendelea na kipindi hiki, mpendwa msikilizaji wangu, na kuomba uungane nami katika kuangazia mambo yafuatayo. Kabla hatujaanza kuangalia neno ubakaji kwa ujumla na kukaribisha kwanza tuangalie neno hili ambalo linatumika mara kwa mara katika mijini stendi na sehemu nyingi zenye mikusanyiko ya watu. Mpendwa wa msikilizaji, kuna kundi hili la vibaka. Watu hawa wanaitwa vibaka. Hawa watu wanachukua mali za watu kwa kutumia nguvu hususani, wanawatesa sana akina mama, kuwachukulia mikoba yao, simu zao, pia hata nguo. Kumbe hawa watu wanatumia nguvu zao kwa watu walio wanyonge, na kwa kawaida mwanamke katika jamii ndio anachukuliwa ni mnyonge hawezi kujitetea kwa nguvu. Ndio maana sasa hata hao vibaka wengi wao huwa wanadili sana na akina mama. Kumbe tunapozungumzia vibaka, tunamaanisha ni lile kundi linalochukua vitu vya watu, vitu ambayo sio mali vyao na wanajimilikisha wao wenyewe kwa kutumia nguvu, yani kwa kutumia mabavu, bila idhini ya mmiliki wa hicho kitu. Kumbe basi tunapoangazia neno vibaka, hili neno limetokana na mzizi wa neno kubaka, yaani ubakaji, ndipo iliporara mada yetu ya leo kwamba ubakaji katika familia. Ubakaji ni nini? Sasa kumbe ubakaji ni kitendo chochote kile cha mwanamume kutumia nguvu kumuingilia mwanamke kimaumbile katika tendo la ndoa au ngono bila ridhaa ya huyo mwanamke, sambamba na vile mwanamke pia anaweza akamwingilia mwanamume bila ridhaa yake. Kwa nini sasa ubakaji unahusishwa na tendo la ndoa? Mpendwa msikilizaji, kwa kawaida tendo la ndoa ni tendo la hiari. Mtu ana hiari yeye mwenyewe kushiriki tendo hilo. Kumbe inapotokea, inatumika nguvu ya aina yoyote ile, huo ni ubakaji, ni uvunjifu wa haki ya binadamu, kwani kila mtu ana haki ya kulinda kile alicho nacho yeye mwenyewe na kukitumia kwa ufasaha kadri ya mahitaji yake mwenyewe. Kumbe sasa, ubakaji ni kitendo cha unyanyasaji ambacho kinatumia mabavu kushiriki tendo la ndoa bila idhini ya mhusika mwingine. Mathalani tu mwanamume ana tamaa ya kufanya tendo hilo, anatumia nguvu kwa ajili ya kutekeleza huo uovu. Mpendwa msikilizaji, kwa kuwa ubakaji ni kitendo cha kutumia nguvu, kumbe waathirika wa kitendo hichi ni wale wanyonge ambao wanaonekana hawana nguvu za kujihami katika jamii, na hawa watu kwa kawaida tunawatazama ni wanawake. Ndio maana mada yetu inazungumzia ubakaji katika ndoa, yaani mme kumbaka mke. Lakini sanjari na hivyo, watu wenye ulemavu pia wamekuwa wahanga wa kitendo hiki cha ubakaji, kwa sababu hawana nguvu ya kuweza kujitetea kwa kutumia nguvu zao wenyewe. Licha ya watu wenye ulemavu, pia kuna kundi jingine ambalo limekuwa ni wahanga wa kitendo hiki cha ubakaji, watoto watoto hawa kwa kuwa hawana uwezo wa nguvu za kujihami pia nao wamekuwa ni wahanga. Ndiyo maana katika jamii zetu za leo utasikia vitendo vya ubakaji, usagaji, pia hata ushoga vinazidi kupamba moto, kwa sababu vitendo hivi vinaendana na vitendo vya ubakaji. Ni kitendo cha udhalilishaji, mtu anatumia nguvu kwa namna moja ama nyingine ili kutekeleza adhama yake dhidi ya mtu mwingine ambaye anamzidi nguvu kwa namna moja ama nyingine. Hata hivyo kitendo hichi cha ubakaji ni kitendo cha kikatili kama vilivyo vitendo vingine. Kumbe sasa, jamii, mimi na wewe tunaalikwa kusimama kidede na kupiga vita hivi vitendo ili viweze kukoma kabisa katika jamii yetu, kwani ni vitendo vya uvunjifu wa haki za binadamu. Kila binadamu ana haki ya kuishi na kutumia kile kitu alichonacho kwa hiari yake, bila kusukumwa ama kulazimishwa kwa namna yoyote ile. Mpendwa msikilizaji wangu, Ubakaji unaathiri sehemu kubwa sana ya mwili. Kwanza, unamwathiri mtu kimwili. Mtu aliyefanyiwa ubakaji au mtu aliyebakwa, kwa kawaida, anapata maumivu makali sana katika sehemu za siri na sehemu zingine za mwili, na pengine kitendo hicho kinampelekea pia hata kupata maradhi mengine ambayo tuna yanapelekea sasa kwenye shida nyingine ya kiafya. Kiafya pia, mtu huyu aliyebakwa anaweza akaambukizwa magonjwa mbalimbali mbali ya kingono, mfano kaswende, kasonono pamoja na Ukimwi. Haya yote yanatarajiwa kupatikana katika swala zima la ubakaji, kwa sababu mtu aliyemfanyia hicho kitendo hatujajua dhamira yake ilikuwa ni nini na kwa nini amemfanyia hivyo, na kwa kuwa yeye hakuridhia mwenyewe, kumbe yaweza kuwa aliyemfanyia hivyo alikuwa ni mgonjwa kumbe. Sasa kitendo cha ubakaji kinaathiri sehemu ya kimwili na kiafya pia. Sambamba na hivyo, ubakaji unaathiri kihisia. Mtu aliyefanyiwa hivyo, aidha akiwa mtoto au ndani ya ndoa yake, atapoteza kabisa hisia kwa tendo la ndoa lenyewe, hata kama akiwa kwenye ndoa yake au akija kuingia katika sakramenti ya ndoa. Kama alifanyiwa ubakaji hapo nyuma akiwa mtoto, hiyo itamhamisha atakuwa anamuona kila mwanamume anayetaka kufanya naye tendo la ndoa anakumbuka kile kitendo alichofanyiwa, kwa sababu ubakaji ni kitendo cha kinyama, ni kitendo cha kinyanyasaji. Kumbe sasa mwathirika huyo anapata shida sana kihisia, sambamba na kupata shida kihisia. Kisaikolojia pia itamtesa mtu aliyebakwa, utakuta ana msongo wa mawazo na pengine kushindwa kabisa kuishi na watu wenye jinsia nyingine tofauti, kwa sababu huwaona kila mwanamume ni muuaji. Tunaweza tukatolea mfano mzuri, akina mama pale wanapokuwa na mahangaiko ya kujifungua. Maumivu yale wanaoyapata, unaweza ukakuta mama anaita wanaume wote ni mbwa, kwa sababu tu ya maumivu yale. Sasa chukulia yale maumivu anayoyapata mama anapojifungua ni zaidi ya maumivu haya anayoyapata huyu mtu aliyefanyiwa kitendo hiki cha ubakaji. Kumbe kitendo cha ubakaji ni kitendo cha kikatili mno, mpendwa msikilizaji. Kitendo cha ubakaji ni kitendo cha kikatili katika jamii. Kumbe kinaweza kusababishwa na mambo mbalimbali mbali katika jamii zetu. Sambamba na sababu hizo nitakutajia baadhi ya sababu ambazo zinaweza zikasababisha mtu akaingia katika masuala mazima ya ubakaji. mfano watu wenye tamaa za mali na vitu wamekuwa wahanga wa vitendo hivi vya ubakaji, hususani akina dada wale wengi walioko vioni na sehemu mbalimbali zenye mkusanyiko. Unakuta wanahitaji kutumia vitu vyenye thamani kubwa. Mfano, tuna ulimwengu wa sasa hivi wa kisayansi na teknolojia, dada wa watu wanatamani atumie iPhone lakini hana uwezo wa kuinunua hana kipato. Anapatikana kijana mmoja au baba mmoja anamfadhili. Anapofadhiliwa anatakiwa alipe, kwani waswahili wanasema mkono mtupu haulambwi. Kumbe anaponunuliwa simu, yeye ametamani kitu kinapelekea sasa, huyu mwenye mali aliyetumia fedha yake kumnunulia simu huyu anatamani malipo, na malipo atayalipeje? Hana uwezo wa kuilipa hiyo fedha, atahitaji afanye naye tendo la ndoa, afanye naye ngono. Kwa kuwa huyu binti hana nguvu sasa kifedha za kujikakamua kwamba hataki, itabidi akubali. Kumbe anapokubali U kile tayari ni kitendo cha ubakaji, kwa sababu kuna nguvu ya pesa imetumika, sio ridhaa yake kutoka moyoni, hajaridhia kwamba afanye hivyo, lakini kwa sababu ya tamaa ya kumiliki vitu anaona basi hamna namna, anajikuta anaingia kwenye kitendo cha unyanyaswaji wa namna hiyo, na wengi wamekuwa wakiingia, wanapelekewa hata kuingiliwa kinyume cha maumbile kwa sababu hana nguvu tena ya kujitetea amekula hela ya mtu, utafanyaje? Kwa kumbe, dada zetu na vijana wengine wote, tunawaombeni tuwe na subira. Waswahili wanasema subira ya vuta heri. Kumbe kila kitu kina wakati wake. Mhubiri sura ya tatu kuanzia mstari wa kwanza anatuambia kila kitu kina majira yake. Leo una wakati wa kumiliki simu, leo huna wakati wa hiki, basi kubaliana na hali yako na 20% mwanamuziki wa kizazi kipya aliimba, kubali mapungufu yako na chunga tamaa mbaya. Kumbe tukichunga tamaa mbaya, hatutakuwa na tamaa ya mali na vitendo vya ubakaji vitapungua katika jamii yetu. Sababu nyingine ni malezi kutoka kwa wazazi pamoja na familia, kwani malezi kwa watoto ni msingi bora wa familia na ndoa bora hapo baadaye. Kwa nini na nuia kusema hivyo? Kwa sababu kile tunachojifunza ndicho tunachokitenda, kile tunachokiona ndicho tunachokifanya katika maisha yetu na mwinjili Luka sura ya sita aya ya arobaini na tatu anatuambia kwa maana hakuna mti mzuri uwezao kuzaa matunda mabaya wala mti mbaya uwezao kuzaa matunda mazuri. Kumbe kile kitendo tunachokifanya kikiwa kizuri katika malezi tutakiona matokeo yake katika ndoa ya hawa watoto waliolelewa katika familia hii. Vilevile, mwinjili Luka katika sura hiyo hiyo anaendelea kusisitiza kwamba kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake, maana katika miiba hawachumi tini wala katika michongoma hawachumi dhabihu. Kumbe mtoto umleavyo ndivyo akuavyo. Kama mtoto amekuwa anaona kila siku ni vita nyumbani, lazima atakuja atekeleze akiwa mkubwa. Anajua kila siku, mkitaka kufanya maamuzi lazima nguvu itumike. Hivyo hivyo hata kwenye tendo la ndoa, akiwa mkubwa atakuja atekeleze kwa namna moja ama nyingine. Sababu nyingine ambayo inaweza ikapelekea ubakaji katika jamii zetu ni ulevi wa pombe kupitiliza. Ulevi wa pombe kupitiliza, ulevi, kwa sababu gani? Walevi wengi hawana staa kwa matendo yao. Mtu akishalewa anapoteza kumbukumbu kumbu. Anawaza tu kwamba akikutana na mwanamke yeye ni tendo la ndoa. Wengi huwa wanasema fulani akilewa pombe zake hushuka chini. Hawa watu mara nyingi wanatekeleza ubakaji, hususani katika familia zao au katika ndoa zao. Mfano, imeshawahi kutokea mama mmoja na mume wake wamependana, lakini huyu baba kila akitoka kwenye pombe Akifika nyumbani, eiza mke wake amkute yuko uwanjani, atataka afanye ngono. Eiza yuko sebuleni, atataka afanye ngono. Ikafikia sehemu sasa, watoto walipokuwa kuwa ili kuwastaye huyu mama, hawa watoto alikuwa akimsikia mume wake akiimba kule njiani, anakimbia moja kwa moja kitandani, ili kutunza heshima ya watoto. Kwa sababu gani? Mwanamume wake ha, akifika hahitaji mazungumzo, hahitaji nini, anachotaka ni tendo la ndoa. Kumbe lile sio tendo la ndoa, ule ni ubakaji, ule ni ubakaji. Mpendwa msikilizaji wangu, kumbe watu wanaotumia pombe sana wanapaswa pia kutumia pombe kwa kiasi, ili kulinda ndoa zao. Sababu nyingine ni imani za kishirikina, imani za kishirikina watu wenye imani za kishirikina wengine, wanadanganywa na waganga huko kwamba fanya kinyume na maumbile ya mke wako utapata mali. Kwa kuwa kile kitendo, akimweleza mke wake kwa utaratibu atakataa, anaamua kutumia nguvu. Hiyo nguvu sasa inaingia ni ubakaji, kwa sababu so, tendo lenyewe ni la hiari, tulisema hapo mwanzo u kum... huo ni ubakaji lakini pia ni uzembe wa kufanya kazi. Sababu nyingine, uzembe wa kufanya kazi, ambao hatufanyi kazi kwa kweli. Changamoto hiyo inatupelekea kwenye ubakaji. Kwa sababu gani nasema uzembe? Watu wazembe wengi wanashindwa kutekeleza majukumu yao ya kifamilia. Sasa anaposhindwa kutekeleza wajibu wake, inabidi sasa ili ajihami, si baba kichwa cha familia, ana nguvu Anaanza kutumia mabavu. Nyumbani hapazungumziki. Umefanya nini? Anaanza kutumia amri, kwa sababu ya kuogopa hoja za kuombwa matumizi na mke wake, kwa sababu hajishughurishi ni mzembe. Kwa kumbe kama ni mzembe anaanza kudai tendo la ndoa ni haki yake. Kumbe huo ni ubakaji, wale wanaofanya hivyo. Tunawaambia leo huo ni ubakaji koo, muache muache kabisa, ni kitendo cha unyanyasaji. Watu tujishughulishe kufanya kazi kwa nguvu zetu. Mwanaume umeambiwa utakula kwa jasho lako, kumbe jasho lako litumike ili kuweza kuleta maendeleo katika familia yako na jamii nzima kwa ujumla. Kumbe sasa hizi ni baadhi tu ya sababu chache ambazo zinaweza zikapelekea ubakaji katika jamii zetu. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maria, sauti ya Kikristo nyumbani mwako, na Redio Mbiu, sauti ya Faraja Kagera, hadi kufikia hapa ndipo tunafikia tamati mwa kipindi chetu cha familia ni nyumba ya Mungu. Kwa siku ya leo tulikuwa tukiangazia kipengele cha ubakaji katika familia. Naamini umejifunza mengi, usikose kuungana nami tena siku nyingine, muda na wakati kama ilivyokuwa leo. Ulikuwa nami Frateri Joseph Rukoba NOC, ya udalali wa Yesu wa Jimbo Kuu la Mwanza, kutoka Seminari Kuu ya Mtakatifu Karol Lwanga, Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Ikiwa una maswali au maoni au mapendekezo, ushauri, utuandikie ujumbe wako mfupi wa maandishi kwenda namba 0756478178, au tupigie simu, au tuandikie ujumbe 0734069967. na sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Tunakushukuru Mungu Mwenyezi kwa kipindi hiki na jioni hii ya leo. Tunakuomba utuangazie yote tuliyojifunza, tukashike vyema, kwa mtume Roho wako Mtakatifu atuangazie, nasi tunapoenenda katika ulimwengu huu tukaweze kuwa huru kwa sifa na utukufu wa jina lako tunaombawa machache kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bikila Maria, malkia wa familia, utuombee. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, Amina. Tumsifu Yesu Kristo.